uza yale maumivu, kwa sababu vyombo vya habari vingi havikuwa na wafanyakazi wengi, waandishi wa habari, kuna retrenchment zimetokea ndani ya miaka kumi hii. Kwa hiyo ujio wa AI ume, ume, kidogo umerahisisha kuongeza ufanisi, kwa mfano kwenye uzalishaji wa maudhui. Uh, zamani newsroom zilikuwa zinahitaji kuwa na translators, anakaa yani, kabisa na dawati lake na kompyuta, analipwa kwa mwezi na kila kitu, sasa saa hizi tunaweza kutumia open source tools ambazo zinaweza zikatranslate, kwa hiyo angalau ile presha kwa vyombo vya habari kwamba habari za kimataifa au source ameongea Kifaransa kwenye mkutano pale Dar es Salaam, inakuwa ni rahisi sana kuandaa kuandaa maudhui. Vivyo hivyo, hata pia kwenye data journalism Tanzania hapa, uwezo wa waandishi E, kuchambua hizi data kwenye level ambayo mtu anaweza akaelewa, na kwa sababu inahitaji kidogo ujuzi wa, wa takwimu uchambuaji, AI size imekuwa ni rahisi kidogo. Kwa hiyo mtu anaweza akachukua zile data kutoka kwenye kama ni open data poto ama kutoka kwenye ofisi ya taifa ya takwimu, akaenda kwenye AI tools akaiambia hebu ni story gani ziko hapa, kwa ina kwa ni rahisi ikampatia, na hata akitaka anaweza kuingiza zile data ile AI ikazi scrap ikabadilisha ika kwenye format ambayo mashine ikaelewa ikatengeneza hadi hizo visualization. Sasa cha msingi tu ni kwamba, ubaya sasa wa AI, kama we mwenyewe huna ujuzi wa msingi kuhusu kile kitu unachokiuliza, inaweza ikakupa kitu ambacho pia sio chenye ubora. Kwa baadhi ya waandishi pia e, kwenye lugha za vijana anasema wanaingia mkenge, kwa sababu ile quality check ya kile ambacho kimezalishwa inakuwa imepungua. Lakini sasa ulipouliza kuhusu sustainability, uh, kuna changamoto kubwa inayoendelea newsroom. Nadhani media executive wengi waliopo masio hapa okay, AI imetusaidia kupunguza gharama za uendeshaji kwenye habari, lakini kwenye taasisi kuendelea kukata cost bila kuingiza mapato, maana yake unajichimbia kaburi, you are just waiting to die. Kwe moja ya vitu ambavyo wengi sasa tunajabu kuangalia, nadhani na movement ya dunia nzima, ni namna gani tunaweza tukaingiza pesa kwenye newsroom bila hata pia kutegemea sana wahisani, kwa sababu tumeona crisis zilivyotokea hapa karibu. Je, tunawezeje kuzalisha fedha kwa kutumia his content either ni nani news content ama news content, ili tuendelee kuzalisha ile public interest journalism kwa sababu mwisho wa siku hata kama tutasema tutategemea AI kutusaidia ku, kidogo ku clean content na nini. Uh, kama tutaendelea kuzalisha kila siku AI generated content, kutakuwa kuna siku content yote ambayo AI inatupa ni ile content ambayo imezalisha yenyewe, then tuta compromise truth which is a paramount in journalism because people comes to our media because we sell truth and that they are actually giving us trust ndio maana haendi kwenye chombo kingine, ana anatuni kwetu, anaamini tunampa the quality, so we are in the business of trust. Katika circumstances ambayo AI itakuwa inazalisha content ambayo imejitrain, yani content yake yenyewe, maana yake ni nini? Hakutakuwa na continuity ya, ya uhakika. Na sasa tunafanya nini? maybe kwenye sustainability aspect ambacho tunafikiri nadhani inaweza ikatokea, na tumeshaona nje watu wameanza kubagain Labda sisi media tuendelee kuwa wazalishaji wa original content kwa sababu mashine zinaweza kutengeneza stories, zinaweza kufanya kila kitu. Kwa tuendelee kuzalisha yale mauzuri, yanaweza kutumika kutrain these models alafu wale watulipe sisi. Kwa sababu obviously breaking news ya hapa uh, hata kama tutakuwa tuna robot hapa uenda likakosa context, kwa so sababu sio data zote tulizonazo hapa, kuna data za miaka labda ya hamsini, mashine bado hazijawa trained tu. Kwa kama tunaweza tukaongea na big tech lakini hata local tech kama um, uh, AI companies mm -hmm, sisi tukaanza kuwa wakawa natulipa for content tunayozalisha. I don't know how that will be sustainable wakiwa na data nyingi zaidi, but at least inaweza kutupunguzia cost ya kuzalisha news, but it's going to be mm -hmm, very worse for local media, especially community owned radio stations ambazo ziko kwenye particular districts Uh, ambazo huenda data zao zisiwe nyingi sana na big companies, let's say, mwananchi ambao ana data zina miaka 30, also kwa hata ile bargaining power hizi big, big tech zikulipe shingapi pia itakuwa determined na amount of data ambazo utakuwa unazipatia for stories. All right, asante sana, naomba upeleke microphone kwa Jan Jan na John. Ah, uh, I hope you had Aidan's uh, keynote, na kwenye keynote yake alituambia

Uh, the media sustainability agenda that is in the room, but as you finish, please also tuambie how should the mama mboga yeah be convinced to pay for news wakati ana uwezo wa kupata forwarded message ya WhatsApp eh? Akiingia tu kwenye WhatsApp anaweka bando kidogo, anapata forward, anasoma habari. Sasa unamshawishi alipie angalau shilingi mia tano ili anunue a subscribe kwenye news Uh, ebu, speak about that. <laughs> Okay. Asante sana ningependa kuongea kwa Kiswahili sana ila uh, niko na hofu ya kwamba uh, sitaeleweka vizuri. Kwa hiyo <laughs> <laughs> naomba niongee kwa Kiingereza.